Mfahamu rais wa nchi aliingia madarakani akiwa na umri wa miaka ishirini na mitano akakula akakunywa na akalewa na mamlaka. Hii ndiyo hadithi ya kushangaza na hatimaye ya kuhuzunisha ya kapteni Valentine Strasser, mwanaume aliyegeuka kuwa rais kijana zaidi duniani. Safari yake ni hatua muhimu katika historia ya Afrika kupanda kwa kasi kulikochochewa na hasira ya haki, utawala wa machafuko uliofafanuliwa na ujana na ukatili, na anguko baya lililomrudisha palepale alipoanzia, katika hali ya kutojulikana nyumbani kwa mama yake. Ndio maana wahenga wakasema kuwa ngoma ya kitoto haikeshi. Valentine Strasser hakuzaliwa katika fadhila. Alikuwa afisa mchanga katika jeshi la Sierra Leone, nchi iliyobarikiwa na kila kitu ikalaaniwa akili za matumizi. Sierra Leone ni mojawapo ya nchi maskini zaidi barani Afrika. Zingine ni pamoja na Malawi, Somalia, Madagascar, Burundi na Mozambique. Stressa alihudumu katika mstari wa mbele wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya kikatili dhidi ya waasi wa RUF mapema miaka 1990. Yeye na maafisa wenzake wachanga wanaume kama Solomon Musa na Julius Maada Bio walilikuwa wakipigania maisha yao, lakini serikali iliyokuwa mji mkuu iliyoongozwa na rais Momo iliwatendea kama takataka. Vifaa vyao vilikuwa havipo, waliojeruhiwa waliachwa wafe, na muhimu zaidi, mishahara yao ilikuwa haijalipwa kwa muda mrefu. Hasira ilichemka haikuwa tu kuhusu pesa, ilikuwa kuhusu hisia mbaya ya kusalitiwa na taifa lilelile lile ambalo walikuwa wakihatarisha maisha yao kwa ajili yake. Mnamo Aprili mwaka 1992 mambo yalipasuka stressa, na kikosi cha wanajeshi wenye hasira wasiolipwa waliacha uwanja wa vita na kutembea maili 200 sawa na zaidi ya kilomita 320 moja kwa moja hadi mji mkuu Freetown. Hawakuwa wakipanga mapinduzi, angalau si mwanzoni. Walitaka tu pesa zao. Lakini katika mji mkuu usio dhabiti, maandamano ya silaha yaliyofanywa na wanajeshi waliozoea vita ni hatua moja tu kutoka kwa mapinduzi. Rais Momo aliwaona wakija na kakimbia inchi maana aliona ni kama siku ya kufa kwake ilikuwa imewadia. Ndani ya siku chache baraza jipya la kijeshi liliundwa, baraza la kitaifa la muda la utawala NPRC, na kama uso uliojulikana zaidi na akiwa na umri wa miaka 25, Captain Strasser alijikuta ametupwa kwenye historia kama kiongozi mpya wa nchi. Wakati huo ulikuwa wa kusisimua watu waliochoshwa na ufisadi walishangilia kuchukua madaraka huku. Kwa ujana, waliahidi kukomesha vita haraka na kufanya usafishaji wa kina wa ufisadi. Miaka minne ya stress madarakani ilikuwa dhoruba kamili ya nguvu za ujana na no ukosefu wa uzoefu. Walichukua vita kwa uzito waliajiri mamluki wa Afrika Kusini Executive Outcomes kuwasukuma kwa nguvu wa asi wa RUF nyuma, lakini watawala hao wachanga haraka walilewa madaraka. Walisimamisha katiba na kutawala kwa amri za kikatili. Walipaswa kupambana na ufisadi, lakini madaraka kama kawaida yalianza kuwafisidi tuhuma za mauaji bila hukumu na unyanyasaji wa haki za binadamu haraka zilichukua nafasi ya shangwe za watu. Hata hivyo, hatari kubwa ilitoka kwenye saa yenyewe. Stresa aliahidi uchaguzi na kurejea kwa utawala wa kirahia, lakini alianza kupenda maisha ya urais, suti, usalama, heshima. Alikuwa bado katika miaka yake ya ishirini na kuacha madaraka hayo kulionekana haiwezekani. Alianza kupanga njama za kukaa madarakani kwa muda usiojulikana, akisaliti ahadi ileile iliyomleta madarakani. Hatua hii iliwaweka mbali washirika wake wa karibu, wanaume walewale waliotembea wale naye kutoka mitaroni, hasa naibu wake Brigedia Jenerali Julius Maada Bio. Maisha ni mduara tenda. Mema leo, maana hujui kesho itakavyokuwa. Stresa aliletwa madarakani na mapinduzi na ilikuwa ni mapinduzi yaliyomtoa mnamo Januari 1996 mwaka, mwaka mapinduzi ya ikulu yalitokea. Maada Bio na wanachama wengine wakuu wa NPRC waliamua kwamba wakati wa Stresa umekwisha. Yalikuwa bila umwagaji damu na yalikuwa ya haraka. Rais kijana zaidi duniani bado akiwa na umri wa miaka 29 aliharakishwa kutoka Ikulu, akisafirishwa nje ya nchi na kupelekwa uhamishoni. Miaka iliyofuata ilikuwa aibu. Alijaribu kusomea sheria katika chuo kikuu cha Warwick nchini Uingereza, lakini alishindwa. Alikuwa amevunjika na hana nchi kwa kuwa hakuna mtu aliyekuwa tayari kumkaribisha dikteta huyo wa zamani. Strasser hakuwa na mahali pengine pa kuenda. Mahali pake pa mwisho, labda ndiyo sehemu ya kina zaidi ya hadithi yake. Akiwa amepokonya utajiri, madaraka na umuhimu wa kisiasa, Valentine Strasser alirudi nyumbani Sierra Leone. Hakurudi kwenye jumba kubwa au mfuko wa pensheni, alirudi Allentown, Freetown na akarejea katika maisha rahisi na ya kawaida ya ujirani wake wa zamani, akiishi chini ya uangalizi na msaada wa mama yake mzee. Mwanaume ambaye wakati mmoja aliongoza majeshi na kufanya maamuzi ya maisha na kifo kwa taifa la mamilioni, sasa anaishi katika hali ya kutojulikana kimya, mara kwa mara akionekana akitafakari zamani zake za misukosuko. Ni somo lenye kuumiza. Stresa aliona saa iliyovunjika na kuamini angeweza kuirekebisha kwa kuichukua. Aligundua kwamba madaraka yanapochukuliwa kwa nguvu si mafanikio ya kudumu; ni mkopo, mara nyingi hulipwa kwa riba. Na bili ya Valentine Stresa ilikuwa ni kurudi kwenye maisha ya utulivu ambayo hakuwahi kukusudia kuyaacha.